Na hadithi ambazo husimuliwa kwa sauti ya upole, hadithi za mapenzi, ndoto na matumaini. Lakini hii hii si mojawapo. Hii ni hadithi ya giza totoro, ya damu iliyomwagika bila huruma, ya kifo kilichotembea kwa miguu ya dhahabu na kuvaa tabasamu la mamilioni. Ni hadithi ya Odimba, mwanaume aliyelishwa utajiri kwa nyama za damu ya familia yake mwenyewe. Mwanadamu kwa sura lakini jini kwa kiini. Alipanda juu kwa kasi, akaunda falme za biashara, majumba ya kifahari na kusifiwa kama mkombozi wa uchumi, huku nyuma ya pazia akifanya kafara ya miili ya wale waliompenda kwa dhati. Lakini kila nguvu ya giza hujua mwisho wake, kila damu inayomwagwa huomba kisasi. Na kisasi hicho kilikuja kwa sura ya mwanamke mmoja jasiri, Jamila binti wa Nuru, aliyekuwa na ujasiri wa kutazama shetani usoni bila kuyumbishwa na woga. Karibu kwenye simulizi litakalochoma nafsi yako, litakalokuacha ukijiuliza, je, kila tajiri ni msafi? Je, kila tabasamu lina furaha au kuna walioua ili kutabasamu. Hii si hadithi ya kusimulia watoto, hii ni hadithi ya Odimba. Na sasa giza linakuita, tuanze. Jiji la Dar es Salaam lilimtambua kama mjasiriamali mashuhuri mwenye kampuni kubwa zinazoendesha biashara Afrika Mashariki na hata Uropa. Majumba ya kifahari, magari ya kifahari ya kila aina, ndege binafsi, yote yakibeba jina la mtu mmoja tu, mstari wa Odimba. Lakini wachache walijua siri nzito iliyofichwa nyuma ya tabasamu lake la dhahiri na harufu ya manukato ya Kifaransa aliyoyavaa kila siku. Odimba hakuwa mwanadamu wa kawaida. Alizaliwa kijiji kidogo cha Nyondo, kijiji ambacho sasa hakipo tena kwenye ramani. Watu wa zamani walieleza kwamba kijiji kile kiliteketea usiku mmoja kwa moto mkali ulioanzia ghafla msituni, na hakuna aliyeokoka isipokuwa mtoto mmoja mdogo, ambaye alionekana akitembea kwenye majivu, macho yake yakimetameta kama taa za moto. Mtoto huyo alikuwa Odimba. Baada ya miaka mingi kupita, kijana huyo alionekana tena akiwa mtu mzima amefika jijini akiwa hana chochote zaidi ya nguo aliyovaa na kikapu cha majani kilichofungwa kwa nyuzi nyekundu. Aliishi mitaani akiomba, akilala chini ya madaraja, lakini kila mtu aliyempa msaada aliishia kupotea kimiujiza au kufa kifo cha ajabu. Wengine walihusisha vifo hivyo na laana, lakini hakuna aliyeweza kuthibitisha lolote. Miaka ilivyopita, Odimba alianza kuinuka ghafla. Alinunua kampuni za watu waliokufa kiajabu, mashamba yaliyotelekezwa kwa sababu ya mapepo na kugeuza kila kitu kuwa utajiri wa kutisha. Lakini majirani waliona ishara zisizoeleweka usiku wa manane, milio ya paka weusi, mbwa wakibweka bila sababu, na hata mara nyingine sauti ya watu wakipiga kelele kana kwamba wanachinjwa ilisikika kwenye nyumba zake. Wengine walisema alikuwa akila nyama ya binadamu. Walisema ndani ya basement ya jumba lake la mlimani kulikuwa na meza ya kafara, na pale ndipo aliwapeleka ndugu zake, wazazi dada zake hata watoto wake mwenyewe, na kuwaua kwa mikono yake. Kisha baada ya kutekeleza kafara hizo, alileta nyama zao kwa njia ya usiku na kula peke yake, huku akitafuna kwa tabasamu lenye makucha yaliyogeuka kuwa ya chuma. Lakini hadithi yake haikuanza kuwa wazi hadi alipokutana na msichana mmoja aitwaye Jamila ambaye hakuwa wa kawaida. Pia Jamila hakuwa msichana wa kawaida, alizaliwa Tanga kwenye familia ya waganga wa jadi waliokuwa na asili ya kale kutoka jamii za Wagunya. Bibi yake alimfunza tangu akiwa na umri wa miaka mitano namna ya kuwasiliana na mizimu ya mababu, kupambanua pepo wa majini na kung'amua nguvu za giza, hata zikiwa zimefichwa kwa vizuizi vya maelfu ya miaka. Jamila hakuwahi kuwa na maisha rahisi, alilelewa kwenye mazingira ya ugumu, lakini alijifunza kitu kimoja muhimu, mstari wa kusoma mioyo ya watu bila wao kusema hata neno. Alipofikisha miaka ishirini na nne Alihamia Dar es Salaam kutafuta maisha, lakini ndani ya nafsi yake alihisi jambo kama vile nguvu ya ajabu ilimvuta mahali, sauti ya ghaibu ikimwita kwenye njia ya giza. Ndipo akakutana na Odimba. Walikutana kwenye hafla ya hisani. Odimba alivutiwa na macho ya Jamila, macho ya kijani kama samawati ya bahari ya kaskazini, macho yaliyotazama ndani ya roho yake na kuona kitu alichojaribu kuficha kwa miongo mingi. Jamila hakutetemeka hata alipomwangalia, tofauti na wanawake wengine waliopotea nusu fahamu kwa hofu au uchu mbele ya bilionea huyo. Wewe ni nani? Jamila aliuliza usiku huo, macho yake yakimtazama kama taa ya moto iliyo mbele ya giza la milele. Odimba alicheka, lakini ndani ya kicheko chake kulikuwa na sauti ya mnyama. Mimi ni mtu wa kawaida tu, alijibu kwa sauti ya upole, lakini ulimi wake wa ndani ulikuwa umeanza kujichubua kama nyoka. Jamila hakurudi nyumbani usiku huo. Alikaa naye mwezi mmoja ulipita, kisha mwingine. Odimba alianza kuonyesha ishara za upole, kana kwamba nguvu zake zilianza kuyeyuka mbele ya moyo wa Jamila. Lakini Jamila alikuwa na lengo, alikuwa akitafuta ukweli wa kile kilichokuwa kikihofiwa na wengi. Alitaka kujua kama kweli huyu mtu alikuwa anakula ndugu zake, kama kweli alikuwa ni mzimu aliyevaa ngozi ya mwanadamu. Usiku mmoja alimuona akirudi akiwa na mwili mkubwa uliobebwa kwenye mfuko mwekundu. Odimba hakujua kuwa Jamila alimfuatilia kimya hadi kwenye mlango wa chini wa jumba lake, mlango wa giza uliofunguliwa kwa damu, siyo funguo. Jamila aliona ndani ya chumba kile kulikuwa na maiti, meza ya mawe ya kahawia iliyochorwa kwa damu, vifua vya wanadamu vilivyofunguliwa, midomo iliyokatwa na kuwekwa kwenye mitungi ya maji na katikati ya kila kitu, Odimba akiwa uchi mwili wake ukibadilika miguu yake ikiwa na makucha kichwa kikianza kutoa pembe sauti ya kutisha kama ya simba aliyekufa ikitoka kifuani mwake lakini jamila hakushtuka aliweka mkono wake kwenye shanga alizorithi kwa bibi yake na maneno ya kale yakaanza kutoka mdomoni mwake odimba alisikia akageuka kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi alisikia hofu umenisoma sio aliuliza kwa sauti ya kuchafua hewa jamila akasema mimi si mpenzi wako mimi ni jicho la waliochinjwa leo. Mizimu yao itanena kupitia mimi. Na usiku huo ndipo vita ya giza dhidi ya mwanga ilipoanza. Giza lilitanda, ardhi ikatikisika, wingu la damu likazunguka juu ya paa la jumba la Odimba. Sauti za waliokufa zikaanza kusikika kutoka kila kona ya nyumba, kuta zikavuja damu, miti ya nje ikaanza kunyauka kana kwamba walihisi kifo kikitembea Jamila alisimama katikati ya chumba cha kafara, macho yake yakiwa yametawaliwa na nuru ya mababu. Alikuwa peke yake kwa mwili, lakini ndani yake kulikuwa na makumi ya roho. Watoto wa Odimba, dada zake waliokatwa vichwa, wazazi wake waliotolewa macho, walimzunguka na kumpa nguvu ya kale isiyoshindwa. Odimba akiwa sasa amebadilika kabisa kuwa sura yake ya kweli, mnyama mkubwa mwenye pembe tatu, macho manne ya damu na ngozi ya chuma, alimkabili Jamila kwa kishindo. Aliruka juu, akavunja dari kwa nguvu zake na kushuka kwa makucha makubwa yenye moto, lakini Jamila hakusogea. Alinyanyua mikono miwili juu na kuanza kutamka maneno ya mwisho: kwa jina la damu iliyomwagika, kwa sauti za waliolia, kwa uchungu wa viumbe usiku, rudi ulipotoka, Odimba fichika milele. Wingu la mwanga mweupe lililipuka kutoka kifuani mwake. Odimba alipiga ukelele wa kutisha uliotikisa anga lote. Moto ukafuka kutoka chini ya ardhi, sakafu ikapasuka, majivu yakaruka angani. Maiti zote zilizokuwa zimefichwa kwenye kuta zilianza kushuka polepole, zikitua ardhini kwa heshima. Mwili wa Odimba ukaanza kuyeyuka taratibu kama nta. Sauti yake ya mwisho ilikuwa ya kicheko, kicheko cha mtu aliyekataa kushindwa, lakini pia aliyekubali hatima yake. Ama kweli, hata mnyama ulaye hupata mnyama mlaye. Na hapo mwili wake ukatoweka kabisa, hakusalia chochote zaidi ya moshi wenye harufu ya damu na moto. Siku iliyofuata jumba la kifahari la Odimba liliporomoka lenyewe bila kuguswa na mtu yoyote. Mahali liliposimama sasa ni uwanja wa nyasi wa kijani kibichi, mahali ambapo watu huenda kuswali, huweka maua na kusimama kimya kwa heshima ya waliopotezwa. Jamila hakuwahi kuonekana tena jijini. Wapo waliodai walimwona Arusha, wengine wakasema alihamia visiwani Pemba, lakini wote walikubaliana kwenye jambo moja: Jamila hakuwa mwanadamu wa kawaida. Alikuja kama mpenzi lakini aliondoka kama mkombozi. Na kwa wale waliokuwa na masikio ya rohoni, usiku wa manane walikuwa wakisikia sauti ya kike ikisema, kwa kila damu inayomwagwa kuna atakayeinuka kuitetea. Wengi walimsahau Odimba kwa jina, lakini si kwa athari. Alikuwa kivuli kilichojificha nyuma ya utajiri, sura ya mafanikio iliyojengwa kwa maumivu ya damu na machozi ya familia. Alionyesha dunia kwamba unaweza kuishi kama mfalme hata ukiwa mchawi, lakini pia alifundisha somo kuu Hakuna giza linaloweza kudumu mbele ya nuru ya kweli. Jamila binti wa roho aligeuka kuwa nguzo ya imani kwa wale waliopoteza matumaini. Hakuja kwa ajili ya umaarufu, bali kwa haki. Kwa mikono yake alifunga mlango wa laana, na kwa moyo wake alifungua ukurasa mpya wa matumaini. Na sasa ardhi inapumua tena, nyasi zinamea juu ya vifo, maisha yamechukua nafasi ya uharibifu, na sauti za walioteswa zimepata utulivu. Kwa kila anayesoma hadithi hii, kumbuka: Utajiri una thamani, lakini uhai una uzito. Siri zikifichwa kwenye giza, mwanga siku moja utaziangaza, na hata giza kuu la Odimba liliangamizwa. Mwisho wa safari ya hadithi hii, lakini si mwisho wa mafunzo. Tukutane tena wakati mwingine. Amani iwe nawe. Shalom, shalom. Assalamu alaikum.